Hali ya mapato tunajitahidi, bado hatujafikia malengo yanayotarajiwa. Ukiangalia katika awetu tathmini ambazo tunazopata sasa hivi tunakwenda kwenye asilimia themanini na nadhani na nane ambayo ipo mpaka sasa, na tunapaswa tuende asilimia mia moja kufikia tarehe thelathini mwezi Juni, na ikiwezekana tuzidi asilimia mia moja. Mwenyekiti, tumebakiza wiki tano tu mapato ndani na wiki tano tukiongeza nguvu ya ziada uwezekano wa kuwa na asilimia mia moja plus ni mkubwa sana na nadhani, mheshimiwa mwenyekiti, itakuwa ni historia moja nzuri sana kama baraza lako hili litaondoka likijivunia kwamba tuliondoka tukiacha kusajili mapato huko zaidi ya asilimia mia moja. Kwa hiyo bilangu ni kwamba tuongeze nguvu, tukifika tarehe thelathini eh, mwezi Juni tuwe tumeshavuka asilimia mia moja na mwenyekiti, inawezekana wiki tano zilizobakia, kujipanga vizuri, inawezekana. Hapo maeneo ambayo unaona kabisa, haya tukiongeza nguvu, tukaenda tukavuka, tuka hata malengo. Kwa hiyo niombe tufanye hivyo. Kila mwaka hatutakuangusha, tutahakikisha mapato yetu ya ndani yanafika asilimia mia moja ndani ya kufika mwezi wa sita mwishoni, tarehe ishirini na nane tutakuwa tumeshavuka average ambayo tumejiwekea kila mwaka, lakini pia katika miradi yetu ya maendeleo tunaendelea na tumekubaliana kwa pamoja, hata kwenye kikao chetu cha jana cha taarifa za mwaka kwamba kufikia tarehe 15 mwezi wa sita shughuli zote za miradi ambazo zinaendelea tutahakikisha zimekamilika, na miradi ile tunaikabidhi kwa wananchi ili iweze kutumika. Kwa miaka hii minne umetumia zaidi ya bilioni sabini na sita na milioni mia tano kama na arobaini na tatu kwenye miradi ya maendeleo. Hiyo ndio sifa ya wanasiasa kwamba tumesimama vizuri kutekeleza miradi ya elimu, afya, maji, miundombinu elimu sekondari, msingi, tunaona mabadiliko, tumeongeza shule nyingi sana ndani ya miaka hii minne. Kwa ni mabadiliko makubwa sana ambayo tumeyafanya, na wananchi wetu wana imani kubwa na sisi, na tutaendelea kuwawakilisha vizuri. Kwa kipindi ambacho tumekaa na nyinyi, sisi ni mashahidi, mmefanya kazi kubwa. Na mimi niwatie moyo tu kwamba huko mnapoenda, semeni kazi, tumefanya kazi kubwa sana, almashauri zote almashauri naweza mkalipia kifua kwa sababu ya mafuta. Jambo la kwanza ni usimamizi wa mapato pamoja na matumizi yake. Jambo la pili ni usimamizi wa miradi. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba mmesafisha na kusimamia vizuri vitabu vya serikali. Yaani kwa maana vile yale mambo jinsi gani mmewafanya taratibu zile na kuweza kuweka wazi umma jinsi ambavyo mnasimamia matumizi yake. Lakini jambo lingine ni jambo la kisera, jinsi gani mnatekeleza sera, mambo ya 10%, mambo ya lishe na mambo mengine. Na jambo la mwisho ni jinsi gani ambavyo nyinyi nashiriki katika kufanya shughuli za kitaifa i mambo ya mwenge, mambo ya mtama. Na mimi nataka niseme kwa ujasiri mkubwa kabisa, Bukombe tumefanya mambo hayo kwa umahiri mkubwa sana. Na mimi kama kiongozi au mtendaji mkuu wa halmashauri, niwahakikishie kwamba mambo hayo tumeyasimamia vizuri.